Kuna product nyingine tatu apart from this ya tiles marumaru. Kwa sasa hivi kuna projekti kubwa ya karatasi, ambayo ndio hii tulisema kutakuwa kuna fursa za kwa sababu karatasi, gundi yake, material kubwa ya gundi hii itakuwa karatasi na cartons boxes, ambao gundi kubwa itakuwa inatumika kutokana na material ya muhogo. Kwa hiyo unaona, moja kwa moja kiwanda kinakuja kureflect na local community kwa sababu haya ndio maeneo ambayo yanalimwa muhogo kwa wingi katika mkoa wa Pwani na nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo hii inaenda kugusa kila mwananchi mmoja mmoja ambaye atakuwa yuko tayari. Ka, tunatukusudia muhogo huu ununuliwe within kilomita 15 20 iliyozunguka kiwanda hapa. Kwa hiyo hii ni product moja ya karatasi. Product nyingine ni hii ya sanitary kama bango linavyojieleza hapa nyuma na daily use nini ambao sahani, vikombe glasses vitu kama hivi vitakuwa na ni project nyingine kubwa ambayo inaenda kugharimu milioni 110 dola. Mwaka kesho tutatengeneza karatasi ya tishu kutumika, na mwaka na tatu tutatengeneza uzalishaji ya ile lean paper ile karatasi uh, kwa kutumika kama vitabu uh, na ile kwa uh, of, ofisi kutumika. Hivyo jumla uzalishaji uh, mistari mitatu sasa hivi tunapunguza wa China uh, zaidi ya asilimia thelathini kuanzia mwaka ishirini uh, uh, na kumi na saba mpaka leo tunapunguza wa China wafundi zaidi uh, za ya Uh, asilimia thelathini na katika baada ya uh, muda endelea, tunataka kuendelea kupunguza Wachina, tunataka fundisha Watanzania kuwa fundi na kuwa injinia katika uzalishaji uh, wetu. Niseme tu vijana wajitokeze kwa wingi katika fursa ambayo inakuwepo hapa ambayo projekti mpya ambayo inaandaliwa sasa hivi ili kutakuwa na ajira za kutosha kwa hiyo pande zote ambazo zinazungukwa mradi huu hususan Njopeka, Lukanga, Mkiu wenyewe na vijiji jirani, kwa vijana wengi waache kuzurura wawajibike katika shughuli za kujitafutia kipato. Hapa ajira zipo muda wowote, wakati wote, wakija sisi katika ofisi zetu, muda wote tunatoa barua masaa ishirini na nne. Mtendaji atapokuwa hayupo katika siku zake za Jumamosi Jumapili, sisi wenyeviti wa vijiji tupo, tutawahudumia muda wote. Kwanza nashukuru kwa kufikia kiwanda hichi, tutapata ajira kwa watoto wetu wote, waliokuwepo ni wengi, vijana wetu wapo hapa. Hali ya hewa imekuwa ni mzuri, na hata mazingira ya kimaisha kidogo yamebadilika. Hakuna shida ya aina yote. <coughs>